Uhali gani, mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yalojiri, tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriamu Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya Zanzibar kujenga skuli zaidi za ghorofa mwakani. Wanakijiji Milumba waondokana na hatari ya kusombwa na maji. Afrika ya Kati yapiga kura baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie huko ambapo tunaelezwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali yake itaendelea na mkakati wa ujenzi wa skuli za gorofa ili kuwa suluhisho la kudumu la changamoto ya uhaba wa madarasa na uendeshaji wa skuli kwa mfumo wa shifti. Nancy Ibrahim anatuarifu zaidi. Dkt Mwinyi ameeleza kuwa lengo la serikali ni kuongeza bajeti ya sekta ya elimu hadi kufikia shilingi trilioni moja na kuifanya sekta ya elimu kuwa sekta mama ya kipaumbele kwa maendeleo ya nchi. Rais Dkt Mwinyi amesema hayo alipoifungua skuli mpya ya msingi ya Muungano iliyopo Kibanda Maiti mkoa wa Mjini Magharibi ikiwa ni shamrashamra za maadhimisho ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi ya Zanzibar. Elimu itaendelea kuwa sekta mama ya huduma za jamii katika bajeti ya serikali. Itaendelea kujenga shule za ghorofa kama hii katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Lengo letu la kupunguza idadi ya shifti ya watoto wanaosoma liko pale pale. Tutahakikisha katika muda mfupi ujao watoto wote wanaingia kwa shift moja tu. Aidha amesema mapema mwaka 2026 serikali itaanza ujenzi wa skuli za gorofa katika maeneo ya Jang'ombe, Mikunguni, Kianga na Mtoni Kidatu kwa Unguja na Kengeja, Wesha na Miti Ulaya kwa Pemba, ambapo kwa kutumia fedha za serikali itajenga skuli 18 za gorofa. Unguja na Pemba, serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya elimu. Sekta ya elimu ndio itakuwa sekta mama, kwa sababu bila elimu mengine yote hayapo. Bajeti ya wizara ya elimu, nataka katika kipindi cha bajeti ijayo tufikie trilioni moja elimu itaendelea kuwa sekta mama ya huduma za jamii katika bajeti ya serikali. Akitoa taarifa kitaalamu ya ujenzi wa Skuli ya Muungano, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, ndugu Hamisi Abdallah Saidi, amesema skuli hiyo yenye gorofa tatu ina madarasa 42 maabara, chumba cha tehama, vyoo 52 na, na maktaba, imejengwa kwa kampuni ya ujenzi Fatsi Construction imegharimu shilingi bilioni 6.1 ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1890 wakati mmoja wa wastani wa wanafunzi 45 kwa kila darasa ujenzi wa shule hii ulitekelezwa kwa fedha za serikali ya mapinduzi Zanzibar na ulijengwa na kampuni ya Fatsi Construction na kusimamiwa na ZBA na gharama ya ujenzi huu ni shilingi bilioni 6.1 na ujenzi ulianza mwezi Mei mwaka 2023, na, na alhamdulillah leo tuko hapa tunashereheka kufungua skuli hii, ni ya msingi na ndio skuli pekee ya msingi yenye ghorofa tatu kwa sasa. <coughs> Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mto uliokuwa ukihatarisha maisha ya wakazi wa kijiji cha Milumba halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi kwa kushindwa kuvuka upande wa pili huku baadhi yao wakidaiwa kusombwa na maji umepatiwa ufumbuzi baada ya kukamilika kwa ujenzi wa daraja katika eneo hilo. Neema Useni anayo taarifa zaidi kutoka Katavi. Mtu alikuwa hata kama ana shida anashindwa kwenda kuuza mazao aje, atapita wapi kwao? Nakuta mtu anafiwa mtoto hivi hivi kukosa msaada wa huduma mazao anayo atayapeleka wapi? atapitisha wapi? dimetuchukua kwa usumbufu wa miaka mingi, mpaka na kupoteza maisha ya watoto takribani kama sita wakikumbwa na mafuriko ya maji. Ni baadhi ya changamoto zilizokuwa zikiwakumba wananchi wa kijiji cha Ikonda Moyo kilichopo halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi kabla ya kukamilika kwa ujenzi wa daraja katika maeneo hayo. Taarifa iliyosomwa mbele ya mkuu wa mkoa wa Katavi, Mwanamvua Mrindoko, baada ya kufika katika daraja hilo imeeleza kutatua changamoto za wananchi hao huku akiwataka kutunza miundo mbinu hiyo. Ujenzi wa daraja la Ikondo Moyo ulianza kutekelezwa kupitia mkataba namba 6 kuanzia tarehe 23 mwezi wa 10, 2024 na umekamilika tarehe 12 Disemba 2025. Niwaombe sasa hamasa ya wananchi wote kulitunza daraja hili na kutunza barabara hii iweze kudumu muda mrefu. Hilo ndio wajibu wenu mkubwa. Katika hatua nyingine, Mrindoko ametembelea na kukagua maendeleo ya baadhi ya majengo katika hospitali ya wilaya ya Nsimbo ambapo ametoa siku kumi na nne kwa mkurugenzi kuanza kutoa huduma ya upasuaji kwa kina mama. Mwanamke anakuja hapa au mgonjwa wa kike akiwa na shida ya ujauzito. Akifika hapa kidogo anasema aende wapi? Rufaa. Maisha watu tunao simamia ni maisha magumu sana. Maisha ni ya chini sana. Wakienda rufaa kule gharama zinakuwa kubwa sana. Inakuwa laki tano, laki nne, laki sita. Mtu uwezo hana mtokea enda kuuza shamba ili aweze kumtibisha mgonjwa wake. kini hiyo, huduma kama itatufikia hapa ya upasuaji sasa sasa, yani wakina mama, basi itakuwa ni bora zaidi. Nikuachie mkurugenzi, kipaumbele cha kwanza jengo la upasuaji la kinamama kulikamilisha lote, kwa maana sehemu ya kupokelea mama mjamzito, sehemu ya kujifungua kawaida, sehemu ya kufanyia upasuaji endapo kutakuwa na changamoto yoyote, sehemu ya kupumzika baada ya kutoka kwenye upasuaji sehemu ya kupumzika apate kupona vizuri atoke aende nyumbani na mtoto wake akiwa salama. Aidha, Mrindoko aligeukia katika miradi ya elimu, ambapo alitembelea maendeleo ya ujenzi wa bwalo la chakula katika shule ya sekondari ya wasichana na kutaka majengo yote yakamilike kwa wakati, kuchukua wanafunzi zaidi ya elfu moja hapa. Bila majengo haya kukamilika, maana yake ni kwamba ni ni ku... ni kama kuja kuwatesa hawa wanafunzi watakapokuwa wametimia. Kwa hiyo ni lazima kwenda mbele zaidi majengo yote miundombinu yote iliyopaswa kukamilika ikamilike, tuwape hiyo hiyo tarehe 31 Januari. Mbali na miradi hiyo, Mrindoko pia alikagua maendeleo ya ujenzi wa ukumbi wa mikutano katika halmashauri ya Nsimbo ambapo amewataka watumishi kutoa huduma kwa wananchi zinazoendana na ubora wa majengo. Asante sana Neema Useni kwa taarifa hiyo. Jamii imetakiwa kuwa na tamaduni wa kujiendeleza kielimu ili kuwa na ujuzi wa kutosha kwenye utendaji kazi huku pia viongozi wa dini wakishauriwa kusimamia vyema suala la elimu ili kuepusha mkanganyiko kwenye mafundisho yao ya kiimani. Mwandishi wetu Mrisho Mapeyo anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa jini Dar es Salaam na mmoja wa viongozi wa dini Profesa Jacqueline Mbele alipokuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 25 ya chuo cha Jerusalem Pentecost Bible College Banana, ambapo amesema pamoja na watumishi na viongozi wa dini kuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu, lakini suala la elimu ni muhimu ili kuepuka mkanganyiko kwenye mafundisho. Kile walichofundishwa waende wakafundishe na wengine, wakawe wanafunzi. Kwa sababu gani? Sasa hivi kanisa kama kanisa lilivyo mwili wa Kristo umekuwa na mkanyagiko wa mafundisho. Kuna mafundisho manyonge, na pia kuna mafundisho potofu mengi lakini si wote wanafundisha mafundisho yasiyofaa. Kwa hiyo tunawasii watumishi wa Mungu, wanahitajika kuingia vyuoni kusoma. Hata mtu ambaye anafanya kazi ya ya kunyoa kinyozi huu anaingia kwenye mafunzo anafundishwa aina mbalimbali za kunyoa. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha Jerusalem Pentecost Bible College Banana Dr Wilfred Mwaka amewataka wahitimu hao kwenda kulisaidia taifa kujenga kizazi chenye maadili, kwani kumekuwa na changamoto ya mmomonyoko wa maadili hasa kwa vijana. Wao waangalifu sana kwa ajili ya maadili, kwa sababu maadili yanamonyoka ya, ya kwa sababu ya watu kwa kuzingatia neno la Mungu. Kama wangezingatia neno la Mungu maadili singeweza kumomonyoka, maana wangeelewa maana ya kutenda dhambi maana yake nini, hasara ya dhambi ni nini? Wakishajua hasara ya dhambi, kuiba ni dhambi, ujambazi ni dhambi, akishajua hayo basi, umalaya ni dhambi, anajua kwamba hii kunga ifai kwa tayari mnatengeneza nini? Mnatengeneza maadili yenu, yanakuwa ni mazuri katika kijiji au katika wilaya yenu. Nao baadhi ya wahitimu wa chuo hicho Dr. Lawrence Augustin na Dr. Uswege Mwaijande wameshukuru kuweza kuhitimu na kuahidi kutumia taaluma yao kuisaidia jamii hususan kwenye suala la maadili na maendeleo. Elimu yangu nitaitumia katika kuwasaidia jamii kujua dini, falsafa ya dini na jamii namna ambavyo inaweza ikatuongoza falsafa hii kutupeleka karibu na Mungu wetu. Watu wengi wanahitaji elimu na Mungu wanasema ya kwamba watu wangu wamekosa maarifa. Kwa hiyo chuo cha Pentekosti College kimetupa maarifa siku ya leo, na niseme kwa umma ya kwamba tutayatumia maarifa haya kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine ili waweze kufika katika hatua nzuri zaidi ya kimafanikio. Elimu ambayo nimeipata katika chuo hiki ninajua kwamba ni elimu ambayo inafanya kazi inafanya pan, pande mbili, inafanya upande wa imani, lakini pia na jamii. Kwa upande wa imani, nina uhakika ya kwamba tutaenda kufufua mioyo ya watu iliyokuwa imekufa kiimani, kwa maana ya kuleta ushirikiano na upendo na amani, lakini pia katika jamii tutaenda kuinua vipaji uh, mbalimbali kutokana vile na vile tulivyofundishwa na kuwasaidia vijana kuweza kumjua Mungu zaidi, lakini pia kushirikiana katika mambo mengi ambayo kwa hayo inatupasa tufanye kama wanadamu tunaoishi katika ulimwengu. Kuelekea mwisho wa mwaka, jamii imeshauriwa kujitokeza kwa wingi kuchangia damu ili kunusuru maisha ya wagonjwa na makundi mbalimbali ya watu wenye uhitaji wa damu wakiwamo wajawazito, kwani uhitaji wa damu unazidi kuongezeka kila siku. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi. Wito huo umetolewa jini Dar es Salaam na mhamasishaji na mshauri wa uchangiaji damu kutoka mpango wa taifa wa damu salama kanda ya Mashariki Joel Temba wakati wa zoezi la uchangiaji damu lililofanywa na wadau mbalimbali ikiwemo Africa Initiative Development Foundation na baadhi ya wanafunzi. Wahitaji wa, wa damu ni wengi, akina mama wajawazito, wagonjwa wa saratani, wanga mbalimbali wa ajali, pamoja na makundi mengine. Hawa wote naviongea hivi sasa, wako hospitalini, wanahitaji huduma ya damu ili na wao pia waweze kuvuka mwaka salama, waweze kupata tabasamu, na ndiyo maana kauli mbiu ya hisani ya leo hii hisani kuu ni toa tumaini sambaza upendo. Kwa upande wake, mratibu wa damu salama kutoka vyuo vikuu Dr Alois Donald amesema taasisi za elimu wanatambua umuhimu wa uchangiaji damu ili kunusuru maisha ya wenye uhitaji wa damu ikiwemo wajawazito, hivyo ameitaka jamii kujitokeza kuchangia. Sisi kama vijana au sisi kama wanafunzi tumeweza kuiwa na tumeona kwamba kuna haja e, mwisho wa mwaka tuweze kufanya jambo ambalo kimsingi linaweza likaacha alama chanya katika jamii kwa sababu tunatambua wanafunzi wa vyo vya afya tunatambua, kwamba kuna kundi kubwa la watu wenye uhitaji na damu. Tuna mama wajawazito, watoto wa miaka chini ya mitano, tuna wahanga wa ajali kuna wagonjwa wa saratani. ko kwa kutambua hilo, kutokana na uhitaji mkubwa wa damu, tukaamua tufanye jambo ambalo kimsingi katika mwisho wa mwaka litaenda kugusa jamii moja kwa moja, hususani kwa watu wenye uhitaji. Naye Monica Senga, mwakilishi wa taasisi ya Africa Initiative Development Foundation, amesema wao kama taasisi wanatambua umuhimu wa kuchangia damu, hivyo wanaendelea kuchangia na kuitaka jamii kuepuka fikra potofu, bali wachangie damu kunusuru maisha ya wenye uhitaji ili zoezi na ni kurudisha uhai kwa wenzetu ambao wanatutizama na, na ambao wako katika mazingira magumu. Sio hivyo tu lakini pia kuna faida mbalimbali mbali za kuchangia damu. Kwanza kabisa niseme ukichangia damu unapata kadi ya temporary, ya muda mfupi. Ile kadi itakusaidia endapo umepata changamoto yoyote au ni ndugu yako amepata changamoto na anahitaji kuongezewa damu. Itakusaidia kufanyaje kupata huduma ya haraka. Kwa mara ya kwanza ni temporary, mara ya pili inakuwa ni temporary, lakini ukisha changia mara tatu asili inakuwa ni memba, unakuwa ni memba wa kudumu. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki zoezi hilo wameushauri wanafunzi wenzao kujitokeza kuchangia damu kwa kuwa uhitaji wa damu salama kwenye hospitali mbalimbali mbali ni mkubwa. Kwa watu hospitalini, matumaini yao katika damu tunazozitoa, tume aim katika kutoa almost lita 150 though mahitaji ni makubwa but kila tunapochangia damu tunataka kufika mahali kwa ajili ya kuokoa wananchi, kwa ajili ya kuokoa Tanzania wenzetu. kuna sisi, yugusu, so yo, still, watu hospitalini wanatutegemea sisi, wanatutegemea kila anayeguswa katika swala zima la kutoa damu. Kwa hiyo still tunahamasisha watu waendelee kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Serikali ya mkoa wa Lindi imewahimiza wananchi kuendeleza utamaduni wa kulinda amani kwa kujiepusha na kauli za uchochezi ambazo zinaweza kuchochea migogoro na kuhatarisha utulivu uliopo nchini. Tujiunge na Anasi Ibrahim kwa undani wa taarifa hiyo. Hayo yamesemwa na katibu tawala mkoa wa Lindi Zuena Omar wakati akizungumza kwenye hafla fupi ya kumuaga mkuu wa gereza la mkoa wa Lindi Christopher Mwenda, na kusema kuwa kila Mtanzania anapaswa kujiepusha na uchochezi hasa ule wa mitandaoni, ili kuliweka taifa katika hali ya usalama na amani. Amani kokote ulipo, amani kwanza, mengine yote yatafuata. Ni wasihi sana watanzania wa wenzangu, changamoto zilizopita siku za nyuma hatukusudii zitokee tena. Sisi tuko hapa tunao makamanda hao wameendelea kufanya kazi nzuri kwenye mkoa wetu, lakini sisi kama Watanzania tunawajibu wa kumlinda mama Tanzania aendelee kuwa mama bora. Naye kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Lindi John Imor amesema jeshi la polisi litaendelea kuthamini utumishi wake katika kipindi chote cha miaka 36 na miezi saba na hii ni kutokana na kazi kubwa aliyoifanya na kulitumikia taifa Awe. Awe. Awe. Awe. Awe. Nakushukuru kaka angu, umetimiza wajibu wako, umetetea umelinda nchi bila sisi. Alichokifanya mkaka yetu pale, ametimiza wajibu wake wa kulinda nchi miaka 36.7.2. Ongera sana, pamoja na kwamba ninakufahamu wewe ni kitapa kazi. Kustaafu sio kwamba na- unaambiwa ukalale, hapana, unaendelea kufanya shughuli zingine za kipato, lakini kujengea afya pia ya, ya wako. Awali asubuhi kulishuhudiwa gwaride la kumwaga kiongozi huyo mstaafu wa gereza la mkoa wa Lindi. Asante sana nasi Ibrahim kwa taarifa hiyo. Katika kuwawezesha vijana kutimiza malengo yao, kampuni ya vinywaji ya Coca-Cola Kwanza kupitia kampeni ya chips sika Youth Economic Inclusion Program imetoa mtaji wa vifaa mbalimbali kwa ajili ya vijana kuendesha biashara ya chipsi kwenye soko la nyama choma la Kumbi la Moto liliyopo Vingunguti wilayani Ilala jijini Dar es Salaam. Tujiunge na Mrisho Mapeyo kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa kukabidhi vifaa hivyo vilivyotolewa bila malipo kwa vijana wapatao 450 mkurugenzi wa mawasiliano kutoka kampuni ya Coca-Cola kwanza Salim Nasor amesema lengo la kampeni hiyo ni kuwasaidia vijana kuinuka kiuchumi ili kuwaepusha kushiriki kwenye vitendo viovu na matukio ya uhalifu. Kwa hivyo mara hii tumewatembelea soko la Viguguti, uh, maarufu kwa nyama choma, lakini tukaangalia mahitaji yao ilikuwa zaidi ni majiko ya gesi maalum, sio majiko tu ya kawaida, majiko maalum kwa ajili ya kutoa kutumia gesi, uh, mitungi yake ya kia, kilo 15 tumewapa, ambayo ikiwa imejaa, uh, makabati ya kuwekea vyakula lakini pia mwanzo tulikuja tukawatengenezea uh, vivuli kwa ajili ya biashara yao, kwa tayari kuna structure ya serikali, sisi tukaongezea kidogo vivuli ili waweze kuishi maeneo kufanya kazi maeneo ambayo yanaridhisha na, ya. Kwa hivyo leo kuna wanufaika zaidi ya 450 ambao tumetumia karibu milioni tisini na kitu kwa vifaa peke yake, lakini pia tumewapa taaluma tukishirikiana na taasisi ya ustawi wa jamii, namna gani ya kukuza mitaji yao, namna gani ya kudili na misongo ya mawazo ili mradi tu wakija kesho wawe ni watu tofauti na ambavyo walikuwepo siku ya leo. Kwa upande wake diwani wa kata ya Vingunguti bwana Omar Kumbila Moto alipokuwa mgeni rasmi kwenye zoezi hilo, ameishukuru kampuni hiyo kwa kuwawezesha vijana kupata mitaji ikiwemo majiko ya gesi na mitungi ya gesi, ambapo amesema misaada hiyo pia itasaidia kutunza mazingira na kuunga mkono kampeni ya Rais Dr. Samia ya kutumia nishati safi. Lakini kubwa zaidi waliweza kutujengia shedi enye thamani ya takriban milioni 19 jumla, Coca-Cola hapa wameinvesti wame takriban zaidi ya milioni 19, lakini nilichofarajika kikubwa zaidi ni kwamba wamelinda mazingira, ambapo Mheshimiwa Rais Samia yeye ni champion wa mazingira duniani. Kwa hiyo kitendo hicho kufanyika kwenye kata yetu, maana yake wameweza kumsapoti Mheshimiwa Rais, lakini kubwa zaidi wameweza kutengeneza ajira kwa vijana na kinamama. Nitoe wito kwa Watanzania na vijana hususan Mambo haya yote yamefanyika na Coca-Cola ni kwa sababu nchi ina amani na utulivu manake, kama tungeingia kwenye migogoro tungeingia kwenye magomvi, leo Coca-Cola wasinge wasingeinvesti takribani milioni 109 kwenye soko la nyamachoma na wanufaika hapa ni watu takriban mia nne na hamsini. Naye Furaha Mwangakala, mkuu wa idara ya viwanda biashara na uwekezaji kutoka jiji la Dar es Salaam, amesema uwezeshaji huo utasaidia vijana kufanya kazi kwa ubora na kuepuka uharibifu wa mazingira. Kwanza inaenda kutatua ile changamoto ya moshi. Kumbuka kwamba mara nyingi wengine wamekuwa kwa namna moja nyingine, wanaleta kuni kwa namna nyingine, wakati wamekuwa mkitumia mkaa vitu ambavyo vyote vinazalisha huo moshi, lakini wengine hata wakati wanachoma nyama wanatupia mafuta, kwa hiyo inarusha. Kwa ujio wa haya majiko kwanza yote, tunatatua hiyo changamoto ya kwanza ya huo moshi, kwa sababu hii ni nishati safi ambayo tunategemea. Nyama zitakazotoka hapo hazitakuwa na moshi, kwa sababu ni nishati ambayo hata Mheshimiwa Rais amekuwa akituhimiza tuingie kwenye mfumo mpya. Lakini hiyo ya kwanza, lakini cha pili nyama ambayo itakuwa inatoka hapa ni bora haitakuwa tena na moshi. Kwa hiyo ina maana kwamba bidhaa ambayo itakuwa inatoka hapa kwenda kwa walaji itakuwa ni bora. Maana yake ni nini? Maana yake itavutia watu wengi, walaji wengi wa nyama kupenda nyama ya hapa, kwa sababu imetengenezwa kwa ustadi na kwa nishati safi. Kumbuka kwamba ukitumia hizo nishati zingine kuna karufu kidogo na kanakuwepo kwenye zile nyama, lakini kwa hiyo tayari kwa kutumia nishati hii kwanza, watakuwa gharama. Hata hivyo, mmoja wa wafanyabiashara wa soko hilo la Kumbila Moto Shaban Rajabu, na mmoja wa wadau kutoka Baraza Kuu la Waislamu nchini Bakwata, Sheikh Arif Suria, wamempongeza diwani wa kata hiyo kwa kutafuta wadau na kuwezesha vijana. Namshukuru sana diwani wangu Omari Kumbila Moto kwa sababu yeye ndio jicho. Haya yote kupatikana kwetu ni sehemu kubwa sana, kwa sababu kama kuna jiko, kuna gesi bado wanakupa na msingi kidogo wa viazi na mafuta juu. Hii ni jambo kubwa sana kwangu, ni sehemu ya msingi kwa, sina cha kusema isipokuwa kushukuru serikali iliyoko madarakani na kushukuru koka kutuwezesha kwa jambo. Mwanzoni tulikuwa tumia mkaa, kwa sasa tunapata gesi. Kuna uharaka kidogo na ushapu ambao unaweza ukatuwezesha hata akitokea wateja kadha wa kadha, kwa kwa na ushapu wa kufanyia huduma wa kuendelea kutafuta wadau kama leo, wametafuta watu wa Coca-Cola wamesaidia watu 450. Hawa watu 450, tulioni 450 tu, hawa ni 2000 mpaka 2500, kwa sababu kila mmoja na familia ana mke au wake, ana watoto, ana dada na mama na baba na babu, wote wanamtegemea yeye. Sasa fanya mara tatu mara tano kwa kila mtu utapata Uwezeshaji huo wa vifaa umehusisha majiko ya gesi ya kisasa, mitungi ya gesi ya kilo 15 iliyojazwa gesi, mafuta ya kuchomea chipsi, kabati za kuhifadhia chipsi, pamoja na viroba vya viazi vya, vya, vya kuanzia biashara ya chipsi, huku pia wakipatiwa mafunzo ya biashara. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Wakulima wa zao la korosho katika kata ya Pande wilayani Kilwa mkoani Lindi wanatarajia kunufaika na upatikanaji wa pembejeo kwa wakati pamoja na soko la uhakika la kuuzia mazao yao kufuatia ahadi iliyotolewa na mbunge wa Kilwa Kusini Asne Dewij ya kupeleka wanunuzi wa uhakika wa zao hilo karibu na maeneo wanayotoka, hatua inayolenga kupunguza adha ya wakulima kusafirisha mazao umbali mrefu. Nancy Ibrahim ana undani wa taarifa hiyo. Mbunge Dewij ametoa ahadi hiyo baada ya wakulima kumweleza moto wanazokabiliana nazo kila msimu ikiwemo miundombinu mibovu ya barabara inayokwamisha usafirishaji wa mazao sokoni pamoja na ucheleweshwaji wa pembejeo hali inayosababishia hasara mara kwa mara. Deuji amesema katika msimu ujao ofisi yake kwa kushirikiana na wadau wa ndani na nje ya nchi itaunda mfumo maalum wa kuuza korosho kupitia soko la uhakika katika kata hiyo ili kuwanufaisha wakulima moja kwa moja. Timu unakuja, tutakuja nao wawekezaji, mtawaona wanunuzi wale. Kwa kuwa wanunuzi wengi wanatoka India na wafahamu, mtawaleta waongeze bei ya korosho ipande, wazee wangu. Awali baadhi ya wakulima walimweleza mbunge huyo kuwa changamoto hizo zimekuwa zikijirudia kila mwaka na mara nyingi huwalazimu kuuza korosho kwa bei ya chini kutokana na kushindwa kuzifikisha kwenye masoko makubwa ikiwemo ucheleweshwaji wa pembejeo za kilimo, huku akieleza kuwa miundombinu duni imekuwa ikiathiri uzalishaji wa mazao kwa wingi. Sehemu zingine zina changamoto za barabara bara ambazo ameahidi kwamba atakwenda kushirikiana na serikali atakwenda kushirikiana na wenye mamlaka kuizungumzia barabara yetu na kutekeleza. Tumeona dalili ya matunda ya mafanikio makubwa sana. Tunakuwa na mazao ya korosho katika kuyasafirisha inakuwa mtihani, barabara inaweza magari ya, ya kwa kwama. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, Afrika ya Kati yapiga kura baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.